E bwana mambo vipi mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV? Niambie weekend yako imekaaje na imeendaje? Kwa upande wangu, Charming Mama, nipo vizuri kabisa, lakini kitu ninachotaka kukwambia na kukushangaza, huku kwetu weekend inaanza Jumamosi na mwisho Jumapili. Utaniambia wewe ambaye upo uko mambele weekend yako inaanza rini? Unajua, watu weekend zao siku hizi zinaanzia Alhamis. Hakika mambo yanabadilika. <suhi> Lililokupata <Mario> <adoption> eh. Kupata hey, ndio ule msemo anasema dikupatile eh? jako, dikupatile, jako. Okay, dikupatile jako ni mambo hayo ya ya lugha si ndio? Eh, Kiswahili ni Kibantu mm-hmm. Ndiyo hiyo sasa, basi bwana, mjukuu wa dikupatile yeah, leo nahitaji tuzungumze kuhusiana na wazazi na malezi kwa watoto mm? Hii kwa watoto mm? Hii imekaaje? Kwanza, mtu anaposema malezi anamaanishaje Malezi ni kumwandaa mtoto kuwa mtu mzima mm -hmm. Yeah, mimi nafahamu hivyo mm -hmm. ndio ndio malezi. Sasa huyu mtoto tunamuandaa vipi kuwa mtu mzima kwenye upande wa malezi, mwandaa vipi kuwa mtu mzima kwenye upande wa malezi ya misingi kumjengea uwezo wa kujiamini, uwezo wa kuamua pale muda utakaofika wa kuamua. Ya naamini hivyo. Kumjengea ndoto zake, yani utazisimamia ndoto zake, utamwezeshaje na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo mimi naamini hivyo. Ni kwa watoto wote au tunachagua? watoto wote, watoto wote. Kila mtoto anakuwa na malengo yake, unamjengea una malengo, pengine baadaye anapokuwa na malengo yake mwenyewe, kama jafishi ya 18 kama atakuwa na uwezo wa kushirikisha, basi utaangalia wewe kama mtu mzima ndio unamlea sasa. Hapo unaangalia malengo yake na ndoto zake ziko sahihi, kama ziko sahihi unamkuna unamsupport, una kama haziko sahihi, basi unazikosoa kama kuedit, una edit hivyo. Sawa, sasa kuna hiki kizazi la likupatile iki kizazi cha likupatile lwako, ndugu yangu, swala la malezi limekuwa gumu kama unavyosema. Kimisingi tumeona siku hizi watoto wanadekezwa sana, wanaendekezwa sana, inafikia hatamu mpaka walimu hawaruhusiwi kupiga watoto mashuleni hata kama wana tabia mbaya. Hebu karibu tuelezee kuhusu misingi ya malezi imekaeje, madhara yako mengi kwa maana siku hizi haki za watoto na kadhalika Tuna ya, ya, ya, ya magharibi mm. Sawa, kisasa, kisasa ndio nasema magharibi kisasa zaidi sio vizuri mm. sio marezi ya letu ya, ya kiasili ya Kiafrika na nini. Sasa kuna mvutano, kuna watu wanahitaji walee watoto wao katika malezi ya kiathiri Kiafrika kitamaduni. Kwa ugumu uko, uko hapo yeah. sasa ugumu unakujaje? Wakati mzazi unakuwa umeamua kwamba mimi mwanangu nataka awe na maisha fulani, na kuna mzazi mwingine ameamua kwamba mtoto wangu mimi nitamlea mimi mwenyewe ninavyotaka, yani huyu mwanangu yeye, yeah, yeah, asionywe na mtu yoyote, hata akifanya jambo baya, jambo zuri, aachiwe, ni wa kwangu. Mzazi huyo ni wa aina gani? Unajua, wazazi wenyewe kwanza utawa na maadili afu, ata mzazi huyo anatakiwa amlee mtoto awe na maadili. Ni ngumu kukuta embe dodo kwenye mwarobaini, inazungumzwa kama misemo, lakini ni ngumu, ni ngumu. Sasa malezi ya mtoto yanatokana na huyu mzazi mwenye mwenyewe. Kwa mfano, mimi nakumbuka kipindi chetu sisi tulilelewa, mimi nililelewa na bibi yangu, ndio maana itamzukuru hadi kupatire. Huyo bibi yako, sio wako, sio wa kwako? umekuwa umeshamili zaidi ya unajua, sasa hivi utandawazi pia sawa, kuona mtoto anajifunza haki zake sana kwa kupita kuliko <laughs> mzazi kuna wakati unataka kumpa mtoto wako simu, mpaka pekua kuhusu mambo yanaumuza. Tunapeka shule za mtaimu, yeah. Anapekua mtoto anatoka afanywe nini, afanywe sasa. Kwenye kufanywa kule, yule aloweka vile kwenye mitandao huko, mm. ni mtu yeah. kaeka hisia zake mm. kaeka mtazamo wake mm. na yule mtoto anayofuatia yule yule mtazamo wa mtu anaochukia ni yake na ni ulazima iwe. iwe iwe iwe hivyo. Kwa hiyo unapoweka misingi yako sasa, na kuna tunapata changamoto hizo za leo hivyo, kwa hiyo iko hivyo sasa hapo hapo kwenye, kwenye malezi kuna hawa watoto wanapenda kutumia jina tu la junior. Sijui ni kwa nini junior, wenda wakina junior huwa wana hizo tabia sana, lakini ni watoto wote wanakuwa na hizo tabia. Mtoto haogopi kuna mgeni, mtoto hajui huyu ni mkubwa nimsalimie, huyu ni mkubwa nimpishe au nizungumze nini, hapa kuna mkubwa, yani anajikuta mpaka haogopi. Hizi tabia sababu hii inatoka wapi mwanzo? Kwanza wazazi kwanza wamekuwa wakimia majukumu yao ya kiasili ya marevi ya watoto. Mm-hmm. Si ndiyo? Kwa hiyo sasa unategemea bahati.